Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Leo tutazungumzia jambo muhimu sana kwa mfugaji wa bata. Jambo lenyewe litahusiana na jinsi ya kuweka mazingira safi ili bata waweze kuwa kwa haraka pamoja na kuepusha magonjwa. Kama utazama katika skrini yako yetu ya hapo, ina maana leo mfugaji wetu ameamka asubuhi, ameanza kufanya usafi wa banda lake, kwa kuna umuhimu sana wa kuweza kufanya usafi wa banda lake na kuama ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tuweze kwenda hatua kwa hatua kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii, tuweze kujifunza mambo muhimu ya jinsi gani tunasafisha banda letu, ili kusudi tuweze kupata mazao yaliyokuwa mazuri na bata waweze kuwa kwa haraka. Cha kwanza kabisa cha muhimu unapoamka asubuhi na video, utenge ratiba walau kwa mwezi mara moja, ili kuweza kusafisha banda lako. Kwanza inabidi wanze na usafi wa banda. Kama unaangalia mtazamaji hapo katika skrini yako, ni mfugaji wetu leo amaamua kufanya usafi wetu, kwa inabidi wanze na ufugaji na usafi wa banda. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuweza kufanya usafi katika banda lako. Cha kwanza kabisa, ndugu mtazamaji, ni kuweza kujua kwamba banda inabidi banda lako liweze kuwa safi, liwe kavu na sio linapenyesha maji, hiyo inasaidia banda lako kuweza kutoa kutokuwa na harufu unaona na, na banda lako kuweza kupata kutokuwa na wadudu na minyoo pamoja na wadudu wengine ambao wanaweza kuleta unazok, madhara katika banda katika bata wako. Kwa hiyo ili banda lako liweze kuwa lina lisiwe li, li, li, na unyevu unyevunyevu na pia liwe safi, unaweza kutumia manelii mabaki ya mbao au unaweza kutumia mabaki ya mapumba au mtu mwingine anaweza kutumia udongo mkavu. Kama kama utakavyoingia bandani hapo, utaangalia kwamba banda letu sisi tumetumia udongo mkavu, ina maana kwamba banda linakuwa liko kavu na kwa liko halina unyevunyevu. Kwa hiyo, ndugu mtazamaji, inabidi ukumbuke kwamba banda chafu linaleta magonjwa kama ya kuhara pamoja na mafua na fungus na vifo. Jitahidi sana, banda ina maana ni banda liko chafu ina vinyesi cha bata kama unavyotazama hapo. Kwa hiyo leo ndo baada ya mwezi mmoja, ina maana leo tunafanya usafi. Baada ya kufanya usafi inabidi uzoe, kama unaangalia katika skrini yako hapo. Kitu kingine mpenzi mtazamaji, na usisahau pia kufanya usafi katika vyombo vyombo vya kulia chakula. Kwa hiyo maana siku ya usafi inavyokuwa unatenga, inabidi uweze kutenga na vyombo vya kulia chakula pia uweze kufanyaje? Uweze kuvifanyia kufanya usafi kwa hiyo tazamaji wa Nebuye TV ni ni mfugaji wetu, ina maana leo kama kufanya usafi katika ndani ya banda pamoja na nje ya banda. Kwa nje ya banda ni yale mazingira yote ambayo banda wanakuwa wanachezea pale, wanaruka. Ina maana wanakuwa <coughs> wanakunya, wanapachafua, wanaweka uchafu kwa nitakuwa uweze kusafisha vizuri kama unavyotazama kwenye skrini yako, uzoe ili kusudi bata katika mazingira yaliyokuwa mazuri hii ni, ni jambo ambalo hata wewe unaweza kufanya nyumbani kama mfugaji ambao unatija, mfugaji ambao <coughs> ambao anataka malengo. Ina maana ndio kuwa mazingira yako ya banda yaweze kuwa safi. Pale tukuwa tuko nje ya banda, na sasa tunaingia ndani ya banda. Ndani ya banda kama unavyoona <coughs> banda letu ndio hilo, ndio banda hasa hapo. Mfugaji wetu anafanya usafi ndani ya vile vilevi ndani ya vile viota maana katikati ya tofali humo ni viota ambavyo tumewekea bata kwa ajili ya kuweza kutaga mayai. Kwa hiyo maana mna uchafu ambapo ambapo mfugaji wetu ina maana anafanya usafi ndani ndani ya ya vile viota na ndani ya banda, ili kusudi kama tulivyokumbuka pale awali, tunasema tunafanya usafi ili kupunguza vifo no, no, tunafanya usafi kupunguza mafua na pamoja na fangasi ndio maana kuna faida kufanya usafi na pia kuongeza kuongeza mazalio ya bata. Pia, kitu kingine, inda za maji, inatakiwa utoe kinyesi kila asubuhi. Na maana mungu mb... za huyu huyu mfugaji wetu leo ni siku leoni, asubuhi bata wake ameshawafungulia umetoka wote. Kwa hiyo kila asubuhi, ina maana anatoa kinyesi. Hicho ni kinyesi pamoja na manyoya ambayo kama katika screen yetu hiyo, ina maana mfugaji wetu anatoa anasafisha ili kusudi kuweka <coughs> mazingira mazuri na kulinda bata wake wasiweze kupata changamoto ya wadudu. Kwa hiyo kwahiyo za maji kikubwa, na kuomba uweze kuendelea kutufuatilia hatua kwa hatua, kuanzia mwanzo wa video hii watazame mpaka mwisho, ili uweze kujifunza faida kubwa na kwa nini tunafanya usafi katika banda letu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, kuna umuhimu sana katika ufugaji wa bata. Kikubwa kabisa katika ufugaji wa bata, ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, usafi wa zizi, usafi wa banda ni kitu ambacho cha msingi sana. Ina maana unapokuwa unafanya usafi wa banda, jiwekee kwa wiki mara moja, au kama kwa wiki mara moja utabanana, walau kwa mwezi mara moja, ili ili ili usipite mwezi haujafanya usafi katika banda lako, ndani ya banda kama unavyotazama katika skrini yako, hujafanya usafi nje ya banda pamoja na vile vyombo ambavyo bata wanakuwa wanalia. Kwa hiyo hii itakusababishia bata wako wasikue na kuhisi kama vile wewe bata wako umechezewa au umefanywa lombaya au umelogwa amfanya mambo ya Kiswahili, wakati kitu hicho sio cha kweli. Ila wewe umekosea tu kitu kimoja kwenye jambo la usafi. Bata ni wa, ma, wanaishi katika mazingira ambayo ukitazama wanapenda sana kukaa katika mazingira ambayo yanakuwa ni uchafu uchafu. Kwa uchafu, uchafu uchafu ule na wewe pia usifanye kuonekana kwamba ndo maisha yao ambayo bata wanaishi, hapana, lakini bata wanahitaji mazingira masafi ili kuepusha magonjwa na, na, na wanavyokuwa bata wako wanaofanyia usafi, ina maana unaongeza pia uzalishaji na kuzuia mafua. Miezi sita, lakini hawana magonjwa, hawajapata magonjwa, hawajapata mafua, na kwa sababu, tunawazingatia katika jambo la usafi. Kama mfugaji wetu huyo moja kwa moja, baada ya kuingia moja kwa moja anafanya usafi kwa kotuko tunaendelea kuweza kupeana elimu hapa katika video hiyo ambayo tunaiona, maana nmanama tayari eneo letu la bata liko safi. Hii ni eneo la nje la bata, kwa hiyo ni eneo la nje la zizi la bata, tayari la liko la safi. Kwa bata wanaweza kukaa hapo na waweze kuathiriwa, na kama unavyotazama bata wenyewe ndio hao, na hivyo ni vile vyombo vya kulia vya kunywea maji na beseni la kuogelea katika mazingira kwa na kwa. Bata hawa Kusama, ni mazingira ya nje, mazingira ya ndani. Hizo zimetoka mazingira ya nje. Angalia mazingira yako kwa masafi, Bata wenyewe na wanaishi katika mazingira mazuri, na yanapelekea nyan, bata kutokupata kupata magonjwa. Kama unapotazama bata huyu ni mnene anatembea katika uwanja wake ule mzuri wa kujiwa kwa kujinafasi, na hata magonjwa hawezi kupata. Lakini watu wengi sana wanaamini kwamba bata ni wachafu, bata inabidi wakae katika mazingira machafu, kufuga bata ni kazi. Hapana, ufugaji wa bata ni mwepesi. Kikubwa ni kuzingatia tu wewe usafi. Kila siku asubuhi, safisha eneo la nje. Kila baada ya wiki au mwezi mmoja, unasafisha eneo la zizi lako. Sisi ndo banda letu ndilo hilo kama unavyotazama hiyo ni banda tayari ndani, kwa kasha safisha mnasafisha mara moja safi kabisa, na huku nje panasafishwa kila siku asubuhi kwa ajili ya kutoa vitu vinyesi vya jana na nyasi zenye changamoto. Kwa hiyo hiyo tayari kashafanya usafi, angalia jinsi lilivyokuwa lilivyong'aa. Kwa hiyo banda limeng'aa, liko vizuri kwa ajili ya kuweza kuhudumia bata wetu, kwa maana kwa mazingira kama hayo usitegemee kuona bata wanapata magonjwa. Kikubwa mpenzi mtazamaji, naweza kutoa shukrani kwa kuweza kutufuatilia pamoja na sisi kuanzia hatua ya kwanza ya usafi wa bata wa wa, wa, banda la bata pamoja na uwanja kuchezea. Kikubwa mtazamaji, usisahau kusubscribe ili na ku comment, ili uweze kupata elimu na kuna kuelimisha wafugaji wengine. Kikubwa mpenzi mtazamaji wa NEBUYE TV, naomba niweze kuachia swali kwa kwamba ni kwa nini tunafanya usafi kwenye banda la bata? Ni kwa nini tunafanya usafi katika mazingira yote ambayo bata wanaishi, na maana bata wanaishi sehemu ya nje ya kuchezea pamoja na ndani, kwa maana kuna faida gani ambayo tunaipata tuko tunafanya usafi kwazie za maji? Nasoma comment, na pia kwa mtu atakayeweza kupatia maswali haya, kuna zawadi nono tutakayotoa ili kuweza kumsapoti kum na kuweza kuendelea kutufuatilia, kuomba kama mtazamaji wa NEBUYE TV, na kuomba pia uweze kufuatilia video zingine ambazo zinazotoka katika kila wiki ambazo zinazungumzia kuhusiana na mambo ya ufugaji wa bata. Karibu sana.